Wabunge wamekwisha wasili ndani ya ukumbi wa bunge na wamesimama. Hii ni kuashiria kwamba punde kiongozi wa shughuli za bunge ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azzan Zungu, tayari amekwisha wasili ndani ya ukumbi wa bunge, akiwa wameongozana na wasaidizi wao, tayari kabisa kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa ratiba ya shughuli za bunge hile ya kuanza utekelezaji wa ratiba ya shughuli za bunge hii leo hapa bungeni. Na kama ilivyo ada, kumbuka tu basi bunge huanza na dua, lakini mara baada ya dua kukamilika, kwa mujibu wa ratiba, kutakuwa na hati ambazo zitawasilishwa mezani, na hizi ni hati zinazohusiana na taarifa ya matoleo ya gazeti la serikali pamoja na nyongeza zake aliochapishwa tangu mkutano wa bunge uliopita, na haya ni matoleo arobaini na moja. Na mara baada ya matoleo hayo kuwasilishwa, hizo hati, kitafuata kipindi cha maswali na majibu, lakini vilevile hii leo hapa bungeni kutakuwa na uchaguzi wa wenye viti wa wabunge. Basi karibu twende pamoja, na hivi sasa nikualike moja kwa moja katika dua na kulombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia ya serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba ubariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema, na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumisha utawala bora, utuongeze hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yeimanufakwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa Katibu Hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani, waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa leo ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya bunge lako tukufu, naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kumshukuru kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu na mwahidi sitamwangusha. Mheshimiwa Spika, naomba sasa kwa